Karibu katika kipindi cha Agenda kutokea hapa hapa Msumari Film Creation. Siku ya leo tumetembelea katika shule ya Dekaila pre and primary school, na siku ya leo tutakuwa na mada ambayo inasema kwamba ukuaji, maendeleo na elimu ya mtoto. Utakuwa nami na sako kwa bako Kasongi Nyaga kutokea hapa hapa Msumari Film Creation. Tumekutana na mwalimu mkuu ambaye tutakuwa naye sako kwa bako katika mada hii ambayo tunakwenda kuizungumzia siku ya leo. Tafadhali mwalimu, karibu. Naam, naitwa mwalimu Edmund John Muhina, ni mwalimu lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, uh, mshauri na mnasihi vile vile. Uh, taaluma hii ninaitumia zaidi katika uh, taasisi za elimu. Mimi kama nilivyojitambulisha ni mwalimu, kwa hiyo karibu sana na siku ya leo mtazamaji wetu, tutakuwa na hii mada yetu ambayo nimekwisha kuitambulisha hapo mwanzo, ukuaji na maendeleo ya mtoto, na tutakwenda kuangazia zaidi na kipengele chiki cha kwanza kinachosema ukuaji. Na mtuambie, ni kwa namna gani huu ukuaji kwa mtoto upo vipi? Naam, asante. Ukuaji uh, maana kamili ni mabadiliko ya kimo, ukuaji ni mabadiliko ya kimo, growth maana yake ni mtu au mwanadamu anatoka katika hali ya kwanza ndogo ya umbo dogo ama kimo kidogo mm -hmm. uh, kwenda katika kimo kikubwa mm -hmm. kwa hiyo hiyo ndio maana ndogo tu ya ya ukuaji uh, tunapozungumzia mwanadamu, tunapoanzia tangu mtoto, mtoto anakuwa yuko tumboni kwa mama tangu pale upevushaji, lakini anabadilika, anakuwa katika kimo, anakuwa katika kimo, na hata baada ya kutoka tumboni anaendelea kukua katika kimo katika kimo katika kimo mpaka anakuja kuwa mtu mzima. Huyo ni mtu anasema amekua. Nam, na siku ya leo hii tutaangazia zaidi maendeleo. Ni kwa namna gani haya maendeleo kwa mtoto? Leo tutakwenda kuyaangazia vyema, na unapata kuelewa jambo fulani katika siku ya leo. Tafadhali mwalimu, karibu. Maendeleo ni mabadiliko hmm, ya hatua mbalimbali ambazo mwanadamu kama mwanadamu anazipitia. Yes, na kwa sababu tunamzungumzia zaidi mtoto. Mtoto naye ni mwanadamu, mtoto ni mwanadamu kama alivyo mwanadamu mwingine, kama nilivyo mimi mwanadamu, kama ulivyo wewe, kama alivyo mwingine, naye mtoto pia ni mwanadamu, naye mtoto huyo anazipitia hatua hizo hizo, hizo za maendeleo eh katika, katika ukuaji wake. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vinategemeana ukuaji na maendeleo vinategemeana, lakini pia wakati mwingine vinaweza kutofautiana. Unaweza ukamkuta mtu amekuwa katika umbile, ana umbile kubwa na mwili mkubwa, lakini uh, katika maendeleo uh, maendeleo yana nyanja uh, tofauti. Mtu anaweza akawa na maendeleo ya kiakili, kuna maendeleo ya kiakili, kuna maendeleo ya kijamii, kuna maendeleo ya utambuzi kuna maendeleo ya kufikiri. Kwa hiyo pia katika maendeleo ni una, una dhana pana sana katika maendeleo. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu amekua kiumbile, lakini maendeleo yake ya kiakili ya yakawa bado ni duni, yakawa bado ni madogo. Unaweza kukuta mtu bado kwenye umbile ni mdogo, lakini uwezo wake wa kufikiri uko juu. Kwa hiyo hivyo ni vitu viwili ambavyo vinategemeana, lakini pia wakati mwingine vinaweza kutofautiana. Natamani kufahamu nini hasa kitatokea endapo mtoto huyu au amekuwa na ukuaji wake wa kiakili haujakaa sawa. Ni kitu gani haswa kifanyike? Ah, chanzo kina tafiti nyingi zinaonyesha kwamba ah, vyanzo ni vya kijenetiki kijenetikia. Kwa hiyo maana yake tunapozungumzia kijenetikia ni, ni, ni ule urisi mikulisi vile vinasaba vinasaba tangu kutoka mzazi na mzazi na mzazi na mzazi na mzazi na mzazi, mzazi. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba hivyo ndivyo ndivyo vyanzo, lakini mbali na hivyo ni maandalizi ya uzazi. Maandalizi ya uzazi ninazungumzia nini? Mtoto anapokuwa tumboni tangu upevushwaji, maendeleo yale ya tumboni, kabla mtoto ya kutoka tumboni ni ni mazingira gani? Kama mzazi alikuwa anayaandaa kwa mtoto, je, mzazi alikuwa anapata lishe ambayo ni sahihi kwa ajili ya maendeleo na ukuaji wa mtoto tumboni? Lakini je, mzazi yule, kama ni mama mjamzito, je, tabia zake ambazo amekuwa akiziishi, je zinaathiri maendeleo, inaathiri kiasi gani maendeleo ya mtoto tumboni? Matumizi ya madawa madawa madawa ni yale ambayo yamekuwa yameelekezwa yame, yame, yame na madaktari na, na na watabibu ama yasiyoelekezwa na watabibu. Lakini je yeah, mzazi ama mjamzito anapotumia yale madawa yanaathiri vipi mtoto kule tumboni? Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo zinapelekea. Mfano, unaweza kukuta mama mjamzito yeye ni mlevi mm. wa pombe anakunywa pombe moja kwa moja haiendi uh, kumwathiri yeye tu bali inamwathiri hata mtoto tumboni. Maana yake inaenda kuathiri ufanyaji kazi wa wa mwili wake hata kiakili pia. Kwa hiyo unaweza kaja ukashangaa mtoto ameshazaliwa, tunamshangaa, mbona mtoto huyu ni mzito kiakili, ni changamoto nini? Kumbe mtoto alishaanza kuwa mlevi akitangu wapi? Tangu tumboni. Umona, kwa hiyo sasa hizo hizo ni sababu lakini kule tu tulipozungumzia mtoto akiwa tumboni, lakini maendeleo matumizi zaidi ya madawa Hing. mtoto pia anapokuja kuzaliwa pia inaweza kupelekea, lakini mbali na hapo pia nimetaja katika maandalizi ya uzazi, hata kipindi pia cha uzazi cha kujifungua yeah. Yeah, mtoto anaweza kupitia hali ngumu ambazo ni complications ambazo zinaweza kupelekea pia nini, maendeleo duni na ukuaji duni a, wa mtoto, lakini pia anapokuja kuzaliwa lishe lishe ambayo mtoto anaishi ana, ana nayo mtoto ambaye anaitumia. Je, lishe hiyo ni duni ama lishe hiyo inatosha kumfanya mtoto akawa na ukuaji mzuri ama akawa na ukuaji duni? Kwa hiyo hizo ni sababu, lakini pia mazingira yenye vitisho hmm. Mazingira yenye vitisho maana yake hapa tunazungumzia mazingira ya ukatili. Mtoto anapopitia mazingira ya ukatili mbalimbali, mazingira mbalimbali ya ukatili Uh, ni rahisi sana kumwathiri mtoto kifikra, mtoto kufikiria uwezaka uweza kufikiria uweza, uh, mtoto huwezaka kutambua mtoto huyo utakuta anatengenezewa hofu, ni mtoto ana mazingira yake like, anakuwa tumia ya kuogofya kwa hiyo mtoto huyo anakuwa ni ngumu katika kujifunza. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja ina athiri maendeleo na ukuaji wa mtoto. Na kwa hiyo umetaja kuhusu tufanye nini Nafikiri katika hizo sababu tulizozitaja, na ndipo hapo hapo pa kuanzia. Tufanye nini ili tuweze kuwa na watu ambao tunawahitaji katika jamii yetu, tunawahitaji katika jamii yetu, na ndio maana mada yetu haidiachi ili neno sasa, elimu ya mtoto elimu ya mtoto sasa, tunaanzia tangu mtoto anapoandaliwa tangu lifestyle yetu, tabia zetu za maisha. Maana yake tafiti zinasema, kuna tafiti ambazo zinaonyesha kwamba mwanadamu tabia, mwanadamu inakuwa dictated na nini? Na mazingira. Kwa hiyo maana yake tabia ina, ina kwa kiasi fulani inasemekana kwa taf, taf, tafiti pia zinaweza kuasili genetics yeah. Yes, kwa hiyo kama tabia zinaweza kuasili genetics basi vizazi hadi vizazi, kizazi hadi kizazi, ni vizuri kuwa na tabia ambazo zinaweza kuepukana ili angalau kupunguza madhara ya zile ya madhara ya zile, zile genetics. Sawa sawa, maana yake kama tunapunguza madhara ya genetics, kama labda familia fulani ama uzao fulani una matatizo labda ya tuseme ugonjwa hasa, tuchukue mfano labda wa kifafa. Yes, kuna tabia ambazo zinaweza kusaidia kufanywa ili kupunguza matokeo ya nini ya kifafa ambayo sasa inaweza kuja kuchukua muda mrefu, bali zile tabia zisifanyaje zisionekane. Kwa hiyo la kwanza ni tabia za maisha, lifestyle. Ni lazima wanadamu wajue kujimenage katika hali ya lifestyle. Lakini nimezungumzia kuhusu uzazi, maendeleo kule, tangu mtoto anapokuwa tumboni kwa mama. Kama mtoto anakuwa tumboni kwa mama na mama yeye anatumia madawa mama anakuwa sio mtu wa kujidhibiti, mama yeye anakuwa muda wote iko katika mazingira ya kuogofya, mazingira ya kutisha, mazingira ya kunyanyaswa. Tabia ya mama na hisia za mama zinaathiri pia ufanyaji kazi wa mwili, maana yake hata mtoto pia tumboni hawezi kuwa salama. Kwa hiyo kama mtoto tumboni hayuko salama, basi hata ukuaji wake na maendeleo yake hayawezi kuwa salama lakini pia kama kwenye matibabu zaidi, na ndio maana wenzetu wa, wa, wa, wa, wa, wa matibabu wanashauri mama tangu tu ambapo amegundua kwamba yeye ni mjamzito basi aanze kliniki, maana yake ni kupitia procedure ambazo zitamsaidia kumlinda mtoto tangu tumboni mpaka atakapokuja kuzaliwa, lakini pia kuepuka mazingira ya ukatili hmm. mazingira ya ukatili mazingira ya ukatili haya pia yanapelekea, yana madhara makubwa katika maendeleo na ukuaji wa mtoto, yes. Kwa hiyo tutakapoyafanya hayo, maana yake tutakuwa tumetengeneza mtu fulani katika jamii, ambaye anapaswa, ambayo tunamhitaji kwenye jamii. Na jambo la tatu ambalo tunazungumzia sasa, elimu ya mtoto. Sasa tunapozungumzia mm, elimu ya mtoto, ndiyo ni pana zaidi, ambayo sasa ndiyo inaenda kukava hayo maeneo yote maeneo, katika swala la kiakili, swala la utambuzi, swala la ukuaji katika jamii, mtoto yeye anahusiana vipi na jamii na hili swala. Na tunapozungumzia sasa elimu ya mtoto, elimu inafai, inamtengeneza mtu fulani aende kuwa katika jamii fulani. Tunamhitaji mwalimu, maana yake tunamhitaji mwalimu kutoka mtu fulani ili aende akawe mwalimu kwenye jamii fulani. Kwa hiyo kama ni mwalimu, maana yake awe ameandaliwa, ametengenezwa katika nyanja zote hizo ambazo ame, za ukuaji na maendeleo, awe ni mtu mkamilifu. Tunapomhitaji daktari, tunamhitaji daktari ambaye ni mkamilifu. Tunapomhitaji rais, tunamhitaji rais ambaye ni mkamilifu, maana yake hajapitia hizo changamoto zote na amekuwa katika kimo na akili na ndio maana tunasema katika, katika imani akaendelea kuwakua katika kimo na akili akiwapendeza akimpendeza Mungu na wanadamu. Maana yake mtu anapokuwa katika kimo na akili, akili ndiyo inayomsaidia kumasta nature, maana yake atakuwa ni mtu anayefiti katika jamii fulani sawasawa, sawa na kimo, anakuwa ni mtu mwenye kimo ambacho kinafaa, kinapendeza. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana kimo lakini watu wakawa wanamkitilia mashaka sasa tunahitaji watu ambao wako wana kimo ambacho kinafiti katika, katika, katika jamii fulani. Kwa hiyo hayo yote ndiyo maendeleo, na ndio maendeleo, ukuaji na elimu yake kwa ujumla. Kwa hiyo elimu ya mtoto ni elimu pana zaidi ambayo inagusa mawanda yote katika, katika, katika jamii. Asante sana. Na tukushukuru sana Mwalimu Elmundi kwa kuwa nasi vyema kabisa katika kipindi hiki ambacho tunakuwa nacho katika kila Alhamisi. Na ulikuwa nami mtangazaji wako Kasongi Nyaga, nyuma ya kamera ni Martin Msumali. Mwandaji wa kipindi hiki ni Msumali Film Creation. Asante, tukutane wakati mwingine.